Mtazamaji, hapa ni Benjamin Mkapa, ambapo tayari mashabiki wameanza kuingia, geti limefunguliwa. Walisema saa nne kamili watafungua mageti, lakini tayari wameanza kufungua na unaona utaratibu ambao unaendelea hapa, ulinzi mkali na mashabiki wa Young African wanaingia hapa kwa usalama kabisa na utaratibu mzuri ambao eh, unaendeshwa hapa na afisa uh, usalama na ma wa Young African msururu eh? kama unavyoona huo wa mashabiki wa Young African ukiwa unaingia hapa katika uwanja wa Benjamin Mkapa lengo ni kwenda kulipa kisasi ambacho walikutana nacho kule katika viwanja mm? vya Malawi dhidi ya Silver Strikers goli uh, goli moja kwa sifuri walifungwa kule lakini leo mashabiki wa Yanga au klabu ya Yanga kwa ujumla inakwenda kusaka zile alama au ushindi ambao utakikisha wao wanakwenda katika hatua ya makundi ya kombe la kombe la klabu bingo barani Afrika. Mashabiki wa Yanga wamejitokeza na hii ni saa tano tu tayari wanaonesha kwamba wana vaibu au mzuka wa kuhakikisha kwamba leo wanakwenda kulipa kisasi na wanakwenda kupata matokeo katika uwanja huu wa nyumbani wa Benjamin Mkapa. Goli moja kwa sifuri walifungwa katika viwanja vya Malawi leo. Je, eh, Young Africa watakuja kulipiza eh, au kulipa kisasi kwa Silver Strikers, na kuhakikisha kwamba wanapata matokeo? Hawa ni mashabiki wa Yanga ambao wanaingia hapa katika hii eh, mechi. Tazama msululu mrefu kweli kweli, canga me pammati. Dada da mfute pembeni. Yaani bado utaratibu umezingatiwa hapa. Ulinzi na usalama wa hali ya juu.